Katika shamba la Julius Mutea katika eneo la Lekruki, kaunti ya Kajiado, ng'ombe kumi na watano na mbuzi kadhaa wametulia kwenye mabanda yaliyopangwa vizuri. Julius, mtaalamu wa wanyama, ametumia maarifa yake kuanzisha mradi wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa mjini. Wakati nilipostaafu sikupata ranch kubwa nianze kuweka ile ya nyama, nikajua mambo ya zero grazing, na kwa vile nilikuwa napendezwa na breeding nikaona hata hawa zero grazing tafanya breeding na nutrition. Kipande chake cha ekari moja kimepangwa vilivyo, kuanzia kwa mabanda ya ng'ombe hadi bustani ndogo ya mboga inayopata mbolea kutoka kwenye mtambo wa biogesi au gesi asilia. zero grazing haihitaji kubwa, nataka 20 by 20, hiyo inatosha. Sasa hapo mimi pia nahusika na ujenzi wa zero grazing unit na tunaweka ile tunaita neck yoke. Ng'ombe anakula kwa sahani yake peke yake, akiingisha kichwa anashikwa, hawezi kuenda kupigana na mwingine. Mfumo huu hauongezi tu uzalishaji wa maziwa bali pia unarahisisha udhibiti wa magonjwa na matumizi bora ya ardhi. Julius anakiri kuwa mfumo huu una changamoto, hasa kupata na kusafirisha chakula cha mifugo kutoka maeneo ya mbali anaweza kupata takriban lita 100 za maziwa kwa siku kutoka kwa ng'ombe wanne. Maziwa hayo hupelekwa kwenye chama cha ushirika cha wakulima wa maziwa Uluileza. huku tuko na challenge ya kiangazi, na kuna hiyo challenge ya watu kusema ng'ombe huku inafaa kuwekwa za nyama, si za maziwa. So tumewafunza mambo ya zero grazing, ya tunaambia mtu hata kama uko na ng'ombe zako mia mbili weka ng'ombe tatu za zero grazing. tumeafunza mambo ya zero grazing, mambo ya kuweka nyasi ng'ombe zikuwa zinakula from uh, kwa zizisi kutoka nje na tunaona wameanza kuchukulia kitu kwa umuhimu. Gitonga anasema chama hicho cha ushirika kimetoa mafunzo kwa mamia ya wafugaji ili wakumbatie mifumo ya kisasa ya ufugaji hasa katika maeneo ya mijini. Denis Otieno, runinga ya Citizen.